E, mganga amie na shida na matatizo makubwa, nikiwa e, kwenye ndoa zangu sizidi kama moja yeah, yeah, yeah, ndio kama mbili, nahitaji unisaidie ya hapa. Nimekupata kijana, unatakiwa unashushia kama mangapi? kama tatu au nne yeah, yeah, yeah. una, una mwanamke umezaa watoto wangapi? yeah, umezna mwanamke na watoto kamoja na mawala watatu ya yeah, ya yeah. Kwa nataka nikuongeze nguvu za kiume ili hata kimgusi babu speed yimo, e, yaani yeah, nataka mambo yao yenche yenche, yani yemo yemo, hamna kunisaliti ah, yeah, ni tu nataka sasa. Kijana hapa naona shida yake inaenda kuishi niki bogo, yani shida yako yani naenda kuishi haraka. Sasa nakupa sharti moja, unisikilize kwa makini. Umekuja naye? Amna, mke wangu yuko nyumbani. Hasa tumekosea. Ungekuja naye wote ningewapatia huduma we, ningekupa ukiwa nashushia vibao vitatu au vinne Sasa nikikupa wewe mwanamku taenda kumtesa. Amna, sema ni ugonjwa ambao ulinikuumba nikaa kidogo, ngoma za mwezi zimepungua, ah kumbe ulikuwa, baada ya muda kidogo. Sasa umekuja nikutibu, nikimaliza kutibu halafu nikupe na hiyo dawa eh. Ndio shida yangu ilikuwa, na shida na hiyo, nitibu ili maisha yangu yaende sawa. Ndio yangu ni mda nzuri. Ah, hapo tayari imeisha. Nataka nikupe dawa hii. Dawa utachemsha maji, asichemke sana, yani utoke, yaani awe kama uvuguvugu, sawa nikishamaliza ukishamaliza, ale maji kwenda kuyaoga. Uchukue kagitambaa keupe, ukishamaliza uende paka bafuni, utoe kale kagipa kagitambaa uweke pembeni, uvue nguo zako, halafu wewe uendelee na shughuli ya kuoga. Ukimaliza rudi ndani, ile dawa nitakayokupa umechanganya kwenye maji, uweke kwenye mafuta, halafu jipake. Asante. As nashukuru sana. Asante. Wewe, nimeona kazi yako ni ndogo, yaani ugonjwa wako ni mdogo sana, ndio maana nimeamua nikupe dawa hii nyepesi, angalai itakusaidia katika maisha yako, waendelee kuishi na, na, na, na, na familia yako ulionao <tipi> <tipi> <tipi> wakulu wa kuugungwa mahaba. Ni jini mahaba jini makata Amesikia huyu kijana, naenda kumpa dawa hii, msaidieni. Akishaitumia hii dawa apate nguvu na shida zake zote ziishe. Alivyoongea na alivyofanya kazi yao hapo, tayari kazi imeshamaliza maliza. Kijana naenda kupata dawa hii, alafu wewe ugonjwa wako uendelee kuisha kwa hii dawa nyeusi. Piga kelele dawa nyeusi kaisaidia katika maisha yako yote, hautaangaika wala hautarudia kusumbuliwa ugonjwa huo, unaweza kwenda e. Sasa baada ya sekunde hii sekunde tano tu ndizo ambayo nimewapa hasa, naona pamepagia sekunde mbili tu. Sasa nasubiria wamwisho ili mi niendelee na kazi yangu, nasubiria wamwisho ili niendelee na kazi yangu nasubiria wa mwisho ili niendelee na kazi yangu. Jamani, jamani, jamani, hii kazi msizani nilijitafutia hii kazi, ina wakuu wangu walionipa hii kazi eh. Jamani, sekunde zinazidi kwenda, sekunde zinazidi kwenda. Sekonde zinazidi kwenda. Imebakia sekonde moja tu. Imebakia sekonde moja tu. Umugora tanyara na zanga aho. Imebakia sekonde moja tu. Eh! Hey, jamani. Naona aliyekuwa mgonjwa alikuwa mmoja. Sasa nataka nianze kazi, kazi yangu. Nataka nianze kazi yangu. Naona naanza na kazi yangu hapa sasa. Wangapi ambao wanataka washuhudie nikiwa napaa yaani. Leo na napaa live, napaa live leo, msikani sikani, ni matani leo, napaa live kabisa kabisa. Leo napaa live, yaani leo napaa live. Kama wewe utawahi kushuhudia mbagaponga na kiwa napaa live. Nataka nianze kazi yangu sasa, kama hujawahi kushuhudia Leo ni live. Tamani. Leo ni live. Leo ni live. Wengi sana wamenisubiria kwa hamu, wengi sana wamenisubiria kwa hamu, wengi sana wamenisubiria kwa, wa kwa hamu. Sasa leo naenda kwanza kazi yangu hii, wengi sana wajashuhudia wakiwa wanapaa sasa. Mi leo niko live. Niko live akaa uh, uh, uh, kaloganzia kolo jenimahaba jinimakata. uh, jini jinimakata jinimahaba uh, leo niko laivu jamani, ndiyo maana nimeamua nije laivu leo. Wengi sana walikuwa wametamani, walikuwa wanawaza leo ni laivu jenimakaba Leo niko live. Leo niko live. Yaani, ambaye hajashuhudia leo hivi, mie mlikuwa mnadhani matani. Leo niko live. Leo niko live. Akolo gonza haniwe akolo akolo gonza

Nimeamua sasa, mganga wetu anataka kupaa sasa. Kipaa jamani, na mimi nimeona akipaa, kabla na mimi sijatoa kitu anaweza kuniharau. Likuwa na kitu ngoja na mimi nichangie. Huyu kwanza nimeona anapaa kweli. Maana siwezi nikamwangalia anapaa hivi na viangalia kwenye video ah. Ngoja na mimi. Angalau tuone ka, tuone kabisa inawezekana? Eh, maana huyu na yeye bwana wanatutisha sana. Tuone kabisa anaruka. Eh, kama kuna wengine naweza kaongezea jero, tumsupport maana mizimu nayo ni kitu kingine. Eh, ukiwa huna chochote naweza kukung'ata au nini? Eh, nyewe mnajua bwana.

mdunanyatamdunaaaanatanatadunanatnajeni makatajini maadajini makatajini mahabajinim jeni hatuweze kukuanda hatuweze kukuruhusu hii kazi. sisi tulikupa mashariti na vigezo kuzingatiwa, bado bado sadaka haijatosha hija, bado sadaka haijatosha tukuruhusu. Kazi ngumu, kazi ngumu, kazi ngumu. Hapa namrekodi, nataka kuruka, lakini sadaka haitoshi. Unajua na mizimu na yenyewe bana.